Injili kulingana na Luka mtakatifu. Mlango wa tisa. Akawaita wale thenashara akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Akawatuma wautangaze ufalme wa Mungu na kupoza wagonjwa. Akawaambia, msichukue kitu kwa safari yenu, fimbo wala mkoba wala mkate wala fedha, wala mmoja wenu asiwe na kanzu mbili. Na nyumba yoyote mtakayoingia, kaini humo mpaka mtoke mjini. Na wale wasiowakaribisha, mtokapo katika mji huo, yakung'uteni hata mavumbi ya miguuni mwenu, kuwa ushuhuda juu yao. Wakaenda wakazunguka katika vijiji, wakihubiri injili na kupoza watu kila mahali. Na Herode mfalme akasikia habari za yote yaliyotendeka, akafadhaika kwa sababu watu wengine walisema ya kwamba Yohana amefufuka katika wafu na wengine ya kwamba Eliya ametokea, na wengine ya kwamba mmojawapo wa manabii wa kale amefufuka. Lakini Herode akasema, Yohana nilimkata kichwa, basi ni nani huyu ambaye ninasikia mambo haya juu yake? Akataka kumwona. Basi wale mitume waliporudi walimweleza mambo yote waliyoyatenda. Akawachukua akaenda nao faragani mpaka mji mmoja uitwao Betsaida.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 Wakamjibu wakisema, Yohana Mbatizaji; lakini wengine Elia, na wengine kwamba mmojawapo wa manabii wa kale amefufuka. Akawaambia, nanyi mwasema ya kwamba mimi ni nani? Petro akamjibu akasema, ndiwe Kristo wa Mungu. Akawaonya, akawakataza wasimwambie mtu neno hilo. Akisema, imempasa Mwana wa Adamu kupata mateso mengi na kukataliwa na wazee na wakuu wa makuhani na waandishi, na kuuwawa, na siku ya tatu kufufuka. Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku, anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakayeiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu, ndiye atakayeisalimisha kwa kuwa yamfaa nini mtu kuupata ulimwengu wote kama akijiangamiza au kujipoteza mwenyewe Kwa sababu kila atakayenionea haya mimi na maneno yangu, mwana wa Adamu atamwonea haya mtu huyo atakapokuja katika utukufu wake na wababa na wamalaika watakatifu. Nami nawaambia kweli, wapo katika hawa wanaosimama hapa ambao hawataonja mauti kabisa hata wauone kwanza ufalme wa Mungu. Baada ya maneno hayo, yapata siku nane aliwatoa Petro na Yohana na Yakobo akapanda mlimani ili kuomba. Ikawa katika kusali kwake, sura ya uso wake ikageuka, mavazi yake yakawa meupe yakimetameta. Na tazama, watu wawili walikuwa wakizungumza naye nao ni Musa na Eliya. Walionekana katika utukufu, wakanena habari za kufariki kwake atakakotimiza Yerusalemu. Petro na wale waliokuwa pamoja naye walikuwa wamelemewa na usingizi, lakini walipokwisha amka waliuona utukufu wake na wale wawili waliosimama pamoja naye. Ikawa hao walipokuwa wakijitenga naye Petro alimwambia Yesu, Bwana mkubwa, ni vizuri sisi kuwapo hapa, na tufanye vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Eliya, hali hajui asemalo. Alipokuwa akisema hayo, lilitokea wingu likawatia uvuli; wakaogopa walipoingia katika wingu hilo. Sauti ikatoka katika wingu ikisema, huyu ni mwanangu mteule wangu, msikieni yeye. Na sauti hiyo ilipokwisha, Yesu alionekana yupeke yake. Nao wakanyamaza, wasitangaze kwa mtu siku zile lolote katika hayo waliyoyaona. Ikawa siku ya pili yake waliposhuka mlimani, mkutano mkubwa ulikutana naye. Natazama, mtu mmoja katika mkutano alipaza sauti akisema Mwalimu, na kuomba umwangalie mwanangu, kwa kuwa yeye ni mwanangu pekee. Natazama, pepo humpagaa naye, mara hupiga kelele tena, humtia kifafa, huku anatokwa na povu, wala hamwachi ila kwa shida, akimchubuachubua. Nikawasihi wanafunzi wako wamtoe, wasiweze. Yesu akajibu akasema, "Enyi kizazi kisicho na imani kilichopotoka nitakaa nanyi na kuwachukulia hata lini? Mlete mwanao hapa." Alipokuwa katika kumwendea pepo akambwaga chini akamtia kifafa. Yesu akamkemea pepo mchafu akamponya mtoto akamrudishia babaye. Wote wakashangaa wakiona ukuu wa Mungu. Nao walipokuwa wakiyastaajabia mambo yote aliyoyafanya aliwaambia wanafunzi wake, yashikeni maneno haya masikioni mwenu, kwa kuwa mwana wa Adamu anakwenda kutiwa katika mikono ya watu. Lakini hawakulifahamu neno lile, likafichwa kwao wasilitambue, wakaogopa kumuuliza maana yake neno lile. Wakaanza kuhojiana ni nani atakayekuwa mkubwa miongoni mwao. Naye Yesu alipotambua mawazo ya mioyo yao, alitoa mtoto mdogo akamweka karibu naye, akawaambia, yeyote atakayempokea mtoto huyu kwa jina langu anipokea mimi, na yeyote atakayenipokea mimi ampokea yeye aliyenituma; kwa kuwa aliye mdogo miongoni mwenu nyote huyo ndiye mkubwa. Yohana akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tuliona mtu anatoa pepo kwa jina lako, tukamkataza kwa sababu hafuatani na sisi. Yesu akamwambia, msimkataze kwa kuwa yeye ambaye si kinyume chenu yu upande wenu. Ikawa siku za kupaa kwake zilipokuwa karibu kutimia, yeye aliukaza uso wake kwenda Yerusalemu. Akatuma wajumbe kutangulia mbele ya uso wake, wakaenda wakaingia katika kijiji cha Wasamaria ili kumtengenezea mahali. Lakini wenyeji hawakumkaribisha kwa vile alivyoelekeza uso wake kwenda Yerusalemu. Wanafunzi wake Yakobo na Yohana walipoona hayo walisema, Bwana, wataka tuagize moto ushuke kutoka mbinguni uangamize, kama Eliya naye alivyofanya? Akawageukia akawakanya, akasema, hamjui ni roho ya namna gani mlio nayo, kwa maana Mwana wa Adamu hakuja kuziangamiza roho za watu bali kuziokoa. Wakaondoka wakaenda mpaka kijiji kingine. Nao walipokuwa wakienda njiani, mtu mmoja alimwambia, nitakufuata kokote utakakokwenda. Yesu akamwambia, mbweha wana pango na ndege wa angani wana viota, lakini mwana wa Adamu hana pa kujilaza kichwa chake. Akamwambia mwingine, nifuate. Akasema, Bwana nipe ruhusa kwanza niende nikamzike baba yangu. Akamwambia, waache wafu wawazike wafu wao, bali wewe enenda ukautangaze ufalme wa Mungu. Mtu mwingine pia akamwambia, Bwana, nitakufuata lakini nipe ruhusa kwanza nikawage watu wa nyumbani mwangu. Yesu akamwambia, mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu.